Picha yangu ilipostiwa kwenye grupu ambalo yupo mume wangu, huyu demu yuko Singida na tuna share wanaume kama zaidi ya wawili. Jina lake ni Teddy Mande, mwandishi wa habari aliyeridhia kunisimulia mkasa wake alipofanyia udhalilishaji mtandaoni kwa lengo la kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari wengine na jamii kwa ujumla. Teddy anaendelea akisema, na aliyeposti aliposti hiyo picha akiwa ameichukua kwenye mtandao wa Facebook. Mume wangu alitamaki sana akanipigia simu, na ilikuwa ni shida kwelikweli. Lakini baadaye alitokea kaka mmoja ambaye yuko grupu moja na mume wangu, akawa amewauliza ame wale kwamba mnamfahamu huyu, ni mke wa fulani, wakakimbia kule kwenda ku apologize ku kwa, kwa mume wangu kwamba jamani ilikuwa ni utani tu, lakini na vitu kama hivyo iliniumiza, kwa sababu baada ya mume wangu kuiona alinipigia simu, na nikawa nimemwambia kwamba hata au siwafahamu wanaonitajia, mi siwafahamu kweli, lakini ilikuwa ni ngumu yeye kuamini maneno yangu mpaka walipompigia simu wale wahusika kwamba hapana, hii picha si tulichukua tu, na huyu mtu sisi atumfahamu. Teddy ni miongoni mwa waandishi wa habari wanawake 25 waliokutanishwa kwa ajili ya kupewa mafunzo ya ukatili wa kijinsia mtandaoni na usalama wa mwandishi wa habari. Umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC wakiratibu mafunzo hayo kupitia mradi wake wa kuwajengea uwezo wa waandishi wa habari ili jamii iweze kupata taarifa. katika program hii ya miaka mitatu ambayo kimsingi tunataka kuwajengea uwezo wa waandishi wa habari ili jamii iweze kupata taarifa, kwa sababu tunaamini mwandishi ni mtu muhimu sana, ambaye anaweza aka shape namna ambavyo jamii inafikiri kwa content ambayo anaitengeneza na ile content ambayo inampa jamii taarifa sahihi na namna ya kufanya maamuzi. Sasa tunapoongelea swala la ulinzi na usalama wa waandishi wa habari ni pamoja E, na kutako hizo online gender based e, violence ambazo zinatokea waandishi wa habari wanawake. Asa, kimsingi tumeleta hili kwa sababu kwanza tunataka kujenga confidence ya mwandishi wa habari wa kike kwamba kazi ya waandishi wa habari sio crime, ni kazi nzuri kama kazi nyingine. Lakini cha msingi kabisa ni huyu mwandishi wa habari wa kike apate knowledge ama namna ama skills ya kuweza kuziripoti hizi violations za masuala yanayotokea online kwa maana sexual harassment make zinaanzia online, zikitoka online unashangaa zimekuja physical kwa sababu wanazipuuzia na wazi report, lakini pia inawezekana hawana hiyo confidence ya namna eh, ama skills za kuweza ku report is online, eh, online, eh, gender based violence. Kwa hiyo tunawajengea uwezo kwanza kutafuta mechanism ambazo zipo zina exist, ambazo watazitumia ku report Zipo changamoto ambazo wahanga wa ukatili mtandaoni hukutana nazo. Changamoto ya kwanza ambayo waka, wahanga wa masuala ya ukatili wa kijinsia kwenye mtandao wanayokutana nayo, kwanza ni hofu pamoja na aibu. Wengi wanapata hofu kubwa sana kwenda kuripoti yale matukio ambayo wamekutana nayo, na wanaona ni aibu japo uh, wakati mwingine wanapaswa kuhakikisha kwamba wanayaripoti ili yaweze kuchukuliwa hatua za kisheria, lakini kutokana na mifumo na malezi na namna ambavyo watoto wetu walikuzwa kuanzia huko mwanzo, anapofikia ukubwani anakuwa na hofu kusimama kujisemea katika masuala ambayo yanaonekana kwamba yeye hakutendewa sawa. Na kwa nini anaogopa? Anaogopa kwa sababu jamii inaweza ikamtazama tofauti, au wale ambao wanawapelekea ile taarifa, anaona kwamba watamcheka au watamjaji kwamba ilikuwaje mpaka akafanyiwa kitu kama hiki. Lakini pia swala lingine ambalo ni changamoto ni kufahamu taratibu na sheria kama tunavyoelewa kwamba watu wengi ambao hawajasoma sheria, pia baadhi hawafahamu hizi sheria mbalimbali kuhusu masuala ya ukatili, na anapofanyiwa ukatili labda mtandaoni aende wapi akatoe taarifa kwa utaratibu gani, wengi hawafahamu. Je, ukatili wa kijinsia hasa kwa wanawake mtandaoni unahusisha mambo gani? Swali hili ananijibu mwandishi wa habari, mwanaharakati wa haki za kidijitali, ukatili wa kijinsia mtandaoni na utawala wa intaneti Imani Luvanga ambaye amekuwa sehemu ya wakufunzi kwa waandishi wa habari wanawake katika mafunzo yaliyotolewa na UTPC. Uh, aina za ukatili ambazo waandishi wa habari wanakutana nazo mtandaoni ni pamoja na vitisho, ama tunasema zile online threats, lakini wengine wanakutana na hii kasumba ya kusanikishwa kwa mitandao yao ya kijamii yani, mtu anachukua eh, jina, jina la mwandishi kwa sababu tu amegombana naye kidogo, anaenda kufungua kama eh, akaunti ambayo inafanana na ya kwake, anaanza kuandika vitu ambavyo huyo eh, mwandishi labda havifanyi. Lakini eh, aina nyingine ya ukatili ambayo wanakutana nayo ni haya maswa, maswala ya cyber stalking, watu kuwafuatilia mambo ya surveillance bila wao wenyewe kujua kwa hiyo um, nadhani hizo ndo basic, lakini nyingine kubwa ni bullying wanakutana sana na matusi wanakutana na harassment wanakutana na um, vitisho kama nilivyosema na wengi unakuta wanashindwa kujua kwa sababu um, ni kama tumechukulia hiki ni kitu cha kawaida kwamba ah, nimetukana online umetukana online tu bwana, kwa nini useme? Lakini, wakika, oh, wenyewe, mawazo, na nini lakini wakikaa wao wenyewe wanajikuta wana mawazo na hasira ajua hata zilikotokea. Hiyo ndo tuseme kama matokeo ama impact ya huo ukatili ambao wamepitia uh, mtandaoni, lakini mara nyingi mtu anashindwa kujua kwa sababu amebeba maumivu mengi sana kichwani na moyoni. Tungetamani kwenda mbali zaidi, lakini ili tuende mbali zaidi, ni lazima tuende na ulimwengu ambavyo unabadilika, tuende na kasi ya ulimwengu unavyobadilika, lakini wakati huo huo tukijua kwamba ni mambo gani ya kufanya tukiwa mtandaoni, ni mambo gani ya kutokufanya tukiwa mtandaoni, na tunawasaidiaje wale wanaotuzunguka kuyaelewa yale ambayo wanapaswa kuyaelewa, ili waweze kubaki salama mtandaoni, kwa sababu <laughs> kama huwezi kujipima, huwezi kujua kama una muvu ama humuvu huwezi kujua wapi urekebishe ama wapi usirekebishe. Kwa mafunzo haya yawe ni msingi sasa mzuri wa kuanza kuchat the best way forward kwenda kule tunakotaka kwenda kama waandishi, tukiongozwa na dhamira ya kwamba kama uandishi is a public good, basi uandishi wetu ulenge kuibadilisha jamii. Um, changamoto ya ukatili wa kijinsia mtandaoni na, za usalama mtandaoni kwa wanawake na watoto wakike, wa kike ni tishio kwa uhuru wa vyombo vya habari, heshima ya wanawake na wasichana na ushiriki wao katika demokrasia. UTPC, tunakubaliana kwamba kuwezesha wanahabari wanawake kuwa na maarifa juu ya usalama wa kidijitali mtandaoni si hiari tena bali ni lazima. Lazima tutambue hiyo, hasa ukizingatia kwamba ulimwengu wa sasa una mambo mengi hasa mtandaoni. Idadi ya watumiaji wa mtandao wa intaneti inazidi kuongezeka, lakini ni muhimu kuelewa namna ya kuwa salama mtandaoni. Mkufunzi wa masuala ya kidijitali kutoka taasisi ya Jamii Afrika, Emmanuel Mkojera anasema, maana ukiangalia leo tunavyozungumza hapa unasema hususani uh, watu milioni hamsini na mbili au uh, wanatumia mtandao kwa mujibu wa ripoti ya TCRA. Sasa vitu vinaenda kufanyika dijitali sahivi, vitu vingi sana vinafanyika kwa dijitali na waandishi wa habari kama nguzo muhimu ya wao katika kuwapasha habari wananchi ni, ni vyema kupata mafunzo haya, kwanza kujilinda na vitu mbalimbali ambavyo vinatokea. Udukuzi siku hizi umeongezeka, uh, mambo ya kushambuliwa mtandaoni imeongezeka. Sasa tunangani namna gani ambao tunaweza kushirikishana katika kuweka sawa waandishi hawa kwanza kwenye kujilinda wao wenyewe mtandaoni, lakini pia kulinda uh, faragha zao mtandaoni kuangalia, lakini sio wao tu, hata kulinda sasa wale wananchi wanapoenda anapiga picha anapoenda anaongea na mtu analindaje faragha ya yule ambaye anakuwa ana, ana, kuwa, ana, ana muoji, au ni mwananchi. Maana tumeona kwamba kuna picha nyingine, video nyingine zinatoka, unaona kabisa kuna faragha za watu hazijalindwa. Kwa hiyo kikubwa na mahususi kabisa ni kuangalia tu kwa pamoja tunaboreshaje uh, hali zetu mtandaoni na kwenye intaneti matumizi yote kwa, kwa ujumla waandishi wa habari wanasisitizwa kuzifahamu sheria zinazolinda uhuru wa kidijitali. Kitu kingine tumekipa kipaumbele ni wao kuzijua sheria eh, ambazo zina guide ama zinawalinda kunapokuwa na harassment za namna hii, wanajifunza nini, ni namna gani wanaweza wakatumia sheria hile kama haki yake ya msingi katika kuhakikisha kwamba hiyo violation anairipoti, anafahamu, anajua mipaka yake na anaweza kuitetea. Eneo la ukatili wa kijinsia mtandaoni bado linahitaji takwimu halisi na za uwazi kwa kiasi kikubwa sana. Tunahitaji takwimu za uwazi kuhusiana na ukatili unaotokea mtandaoni na aina zake, lakini pia unawakuta sana watu gani, kwa sababu hata sisi wanawake kuna makundi mengi, waandishi wa habari kama sisi, kama grupu ambayo tuko nayo hapa kuna wanasiasa kuna wanamuziki na wengine wengi ambao ni public figure, na kuna wale ambao ni wa kawaida. Kwa hiyo takwimu zinasaidia kujua kundi gani linaathirika zaidi, nguvu zielekezwe wapi zaidi, nguvu gani inatakiwa iongezeke, tunahitaji nini na nini, ili kuhakikisha kwamba huu ukatili tunaukomesha ama tunaupunguza. Kwa hiyo eh, ni rai yangu kwa mamlaka kwamba eh, na wadau wengine hizi takwimu zitolewe mara kwa mara kwa kwa uwingi wake na kwa uwazi kadiri ambavyo inawezekana. Teddy Mande sasa anaeleza kuwa mstari wa mbele katika wajibu mkubwa wa kuwaelimisha watumiaji wa intaneti na mitandao ya kijamii. Uh, sinario hii mimi wajibu wangu kama mwandishi wa habari natakiwa kwenda kuelimisha umma kwamba sio picha, kila picha unayochukua kwenye mtandao wa jamii wa kijamii haumfahamu mtu ukaitumia kwa matumizi yako binafsi ya kumdhalilisha ama vingine, sio vizuri. Kwa hiyo jamii natakiwa ifahamu kwamba uh, haupaswi kuchukua tu picha ya mtu hata kama humjui alafu uka, ukafanya vitu vya ajabu kama hivyo.